You no know? Eh, mimi ninajua ya kwamba nimepatiwa kazi na wananchi wa taifa la Kenya, na hiyo kazi nimepatiwa, najua mtihani ni 2027 na hiyo mtihani ya 2027, sipangi kuanguka hiyo mtihani. Hiyo mtihani ya 2027, mimi najua vile nitapita hiyo mtihani kwa sababu muliniambia nirekebishe kilimo na hiyo kilimo, kilimo nimerekebisha. Chai inalipa beta, kahawa inalipa beta, fertilizer nimeteremsha chini, maziwa inalipa beta, sio ndio? Mtihani muliniambia niunganishe stima in, one, in five years tutakuwa tumeunganisha 1.2 million people. Muliniambia nirekebishe elimu elimu nimenyorosha. CBC nimeajiri walimu 76000. Niko na funding model mpya ambaye imeokoa mauniversity karibu ishirini na tatu ilikuwa imekolaps hiyo program inaendelea mzuri. Tulikubaliana na nyinyi mambo ya kupanga ajira ya vijana, hiyo ajira inasonga. Pale kwa affordable housing inasonga, kwa mambo ya market inasonga kwa mambo ya digital jobs inasonga, kwa mambo ya export of labor. Mimi niko na scorecard ambaye itadhihirisha wazi ya kwamba hiyo kazi ya kupanga ajira ya vijana nimetekeleza. Muliniambia nipange mambo ya afya. Mambo ya afya ndio hii, hakuja kuwa na watu milioni 21 wamesajiliwa katika mpango ya afya kufikia sasa. Jana watu 21 million walikuwa wamejisajili kwa programu ya SHA, ile zamani ya NHIF ilikuwa kati ya 7 million hapo 8 million. Na hii mpango itafikia kila mtu. Ile ya zamani ilikuwa na ubaguzi, hii nitahakikisha imefikia mama mboga, imefikia mama wa kijiji, yote pia, na wao watakuwa na bima ya afya kama sisi ambao tuko na kazi, ambao tuko na uwezo. Even those who cannot afford will have a universal health cover. So wale wanaongea mambo mingi wajitayarishe kwa hii mtihani, wasiongee tu hivi. They must have a plan and that plan must be better than mine. Lakini kama nikuongea tu hii kelele, watazama asubuhi na mapema. So usikuwe <laughs> na wasiwasi <laughs>. So um, tuendelee namna hiyo na mfanye uh, bidii, ninyi vijana. Mi nataka niwaulize tuko na mipango yenu in many areas, mesikia kuna wajira pale kwa affordable housing hapa Bomet, manyumba za kwanza nafikiri itakuwa tayari in the next uh, one or two months. Another 3000 housing units are on course, several markets are on course. Tumekubaliana na wabunge ICT hubs za Bomet, every ward kuwe na ICT hub, ndio tupange vijana na ajira. Tumekubaliana export of labor, we have so many jobs abroad. Vijana mjipange na hapo na kazi zile zingine. So I want us to move together as a nation. Na mimi niliamua ya kwamba Kenya tutaiunganisha iwe moja. Na ndio sababu nimetengeneza serikali ya broad based, huyu John Koech hapa alikuwa memba ya broad based, ya serikali ingine ilikuweko siku ingine. Kwa hivyo Tuna, tuko, tuko safari moja. Ile broad base ya siku ile ilifanya kazi ya siku hiyo, hii broad base ya saa hii itafanya kazi ya saa hii, na tutaendelea namna hiyo. So tunataka tushirikiane namna hiyo. Wacha nimalizie hapo na nimshukuru.